kuwa na nafasi ya uongozi wa taifa hili letu la Kenya, lilikuwa linalenga kila kona ya jamhuri yetu ya Kenya. Hakuna pahali ambapo hatukujenga mabarabara, hakuna pahali ambapo hatukuweka stima, hakuna pahali ambapo watoto walikuwa wanasemekana wamekosa kuenda shule kwa sababu hawana karo. Watoto wetu wote, primary na secondary, walikuwa wanasoma kila pahali Kenya hii yetu, na hiyo ndiyo njia ya kuinua hali ya maisha na tuweze kusongesha taifa letu mbele. Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii la, wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera lakini sio kwa sababu ya pahali ya ambapo zimetoka. Hakuna sababu ya nyinyi kama wanajubilii kuchagua mtu kutoka kila kona yeyote ya Kenya, haja ni nyinyi mujue ya kwamba huyo mmechagua ni mtu ambaye atajitolea kutendea wakenya wote, pahali popote walipo, kwa haki bila kupora na bila kutenga mtu yeyote. That is the only thing that is important. Sio, sio mtu ametoka wa wapi ama umezaliwa wapi. Na ndipo nilikuwa nawaambia hii story watu walikuwa wanazungusha, sijui hustler, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Kwa, kwa, kwa mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wameendea eh hey, lakini kusema ati wewe kwa sababu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa hapana. Njoo uwaambie wa Kenya ni nini utawafanyia. Pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia. o, tiwora, anyway, hapana, hapana. Yeah, um, yeah. Kila mtoto uwe umezaliwa kwa nyumba ya matope, uwe umezaliwa kwa nyumba ya dhahabu, kila mtu ako na nafasi ya kuongoza taifa hii letu la Kenya. Haja ni apatiwe nafasi, na tunataka sisi iwe chama chetu cha Jubilee ndicho kitapatia wakenya wote bila kubagua nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, na hiyo ndiyo lengo letu na hiyo ndio nimesema na nitahakikisha mimi nimesimamia hiyo process, mpaka mwisho na ndio zile shida ambazo zilitokea hapo awali watu kuwa wanauza matikiti na mfuko kulingana na ile pesa wamepewa hiyo system imeisha transparency itakuweko